Karibu katika mjadala wetu leo, ambapo tunaangazia uhusiano mpya kati ya Kenya na China, uhusiano unaoitwa wa kila hali, yaani wa kudumu na no usioyumba hata wakati wa changamoto. Kukueleza tu ni kwamba wiki hii Rais William Ruto alikutana na Rais Xi Jinping jijini Beijing na viongozi hao basi wamekubaliana kuimarisha ushirikiano wao katika nyanja mbalimbali mbali, kama vile uchumi, miundombinu, salama na teknolojia. Lakini je, hii inamaanisha nini hasa kwa Kenya? Kuna faida zipi na changamoto gani? Je, ushirikiano huu na athari gani kwa sera nje ya Kenya na pia nafasi yake katika ulimwengu wa leo? Ili kutusaidia basi kuchambua haya yote tunaojiuliza, naungana hivi sasa na mchumi Charles Karisa kutoka Nairobi, Kenya, ambaye yuko katika laini ya simu. Karisa, sijui kama unanipata? Nakupata vyema. Shukran sana kwa kuwepo nami. Uh, shukran sana na karibu katika mjadala huu. Sasa, ushirikiano huu mpya umetajwa kuwa wa kila hali. Hii ina maana gani kwa Kenya kiuchumi na kidiplomasia, hasa katika muktadha wa mvutano wa kibiashara wa kimataifa tunaoshuhudia hivi sasa? Jambo la kwanza ambalo ni muhimu tulijue kama Wakenya ni kwamba Uh, lazima tuambiwe kinagaubaga ama wazi, uh, mkataba hii ina, ina, ina, ina conclude nini, ina ashiria ina nini? Tumesikia kwamba inaashiria mambo ya teknolojia, usalama, afya na kadhalika. Kwa hivyo ni jambo nzuri uh, ikiwa tunashikiliana na China, maanake si mara ya kwanza hii, lakini tatizo uh, ambalo iliopo, lazima mikataba hii ama ushirikano huu ulete faida katika nchi yetu na hususan uh, Kenya kwa jumla kwa sababu uh, baadhi ya, ya mikataba ambao tumekuwa nao hususan reli really hapo awali unakuta kwamba uh, tukaja tukijua baadaye kama Wakenya ule, uh, ule ile contract ambayo tulikuwa na, na China kuhusu reli ulikuwa wagali mno na zile initial costs zilikuja zikakuwa zaidi ya maradufu waivo, kwa hivyo Mkenya wa kawaida ndo anaenda kulipa uh, kupitia ushuruli. Kwa hivyo lazima tu analyze, tuangalie sekta zote ambazo uh, tumeingia mkataba na China uh, hususan tujue kwamba uh, tunapata manufaa ambayo yanatufaa, sije mikataba hii ikatuweka kwa njia uh, ya tashishi ama ya taabani uh, hususan kuenda kulipa mikopo hiyo. Sasa, Karisa, umetaja mambo ya madeni hapa. Uh, tumekuwa na mikataba ya awali kama ulivyosema, na huu mpya. Hasa tukizingatia hayo madeni uliyoyataja, kuna hatari labda utegemezi wa kiuchumi kwa China? Uh, kuna hatari zipo, maanake ukiangalia sasa hivi takwimu uh, zetu zinaonyesha kwamba zaidi ya asilimia sabini ambayo mapato yetu ambayo tunapata yanakwenda kulipa madeni, hususan asilimia uh, zaidi ya hamsini pia ama sitini madeni hayo yanatoka China na nchi zingine za Asia. Kwa hivyo lazima tujiulize, je, mikataba uh, hii ama loans ama mikopo hii ambao tunaichukua tutapata uh, best return on investment ama ni mkataba aina gani? Maanake mikataba iko aina nyingi, kuna ile ya concessional loans ambazo zinakwenda moja kwa moja katika project tofauti tofauti, hususan uh, miundo mbinu na kadhalika. Kwa hivyo lazima tuangalie, maanake mikopo hii ama misaada hii inakuja na gharama lazima tulipe na zoziz etu, lazima tutahusika kulipa. Kwa hivyo lazima tuangalie, je, is it in the best interest ya nchi yetu, are we getting the best returns, na tutalipa kwa kiwango gani, ama riba ama interest rate confirm, kwa mfano. Kwa hivyo lazima tu analyze, tuangalie kwa kina sana hususan, tujue je, yeah, tuta benefit kivipi uh, in the long run sasa uh, Karisa, Ruto yuko China hivi sasa, uh, kujaribu kuitetea Kenya kibiashara. Lakini tunaona kwamba ziara yake inafanyika siku chache tu baada ya waziri wa fedha wa Kenya kufanya ziara nchini Marekani, ambapo alisema lengo kuu la ziara ile ilikuwa ni kujaribu kuishawishi Marekani kuondoa uchumi wa asilimia kumi wa forodha. Tukiangalia Marekani na China ni mafahali wawili kibiashara. Sasa Kenya inajipata katika nafasi gani ya uwiano wa kibiashara wakati inakimbilia pande zote mbili? Uh, ni tatizo ama ni changamoto kubwa, maana ukiangalia kwamba uh, hapo awali tumepata misaada katika uh, nchi hizi zote mbili uh, uh, upande wa Amerika na vile vile upande wa China. Kwa hivyo niliona rais akishutumu sana mashirika tofauti tofauti, hususan World Bank na kadhalika uh, wanapoangalia kusaidia Afrika kwa ujumla, wanasema kwamba haweki interest at heart za nchi za Afrika. Kwa hivyo lazima tuwe makini sana tunapozungumza na mashirika haya mawili ama nchi hizi mbili hususan, sasa hivi kuna vile vikwazo ama tarifa ambazo zimewekwa okay. uh, t tu sisi tutaumia kivipi kibiashara? Uh, lazima tuzungumze na Amerika kama partners wetu ambao tumekuwa nao kwa miaka mingi hususan, mm-hmm. Tujue kwamba kama bidhaa zetu zinakwenda Amerika na vile vile pia bidhaa za, za Amerika zinakuja Kenya, sisi tutafaidika kivipi? Kwa hivyo lazima tuweke our interest at heart, kama Kenya tujue kwamba mazungumzo hayo lazima yaangazie sectors ambazo tariffs ama vikwazo vile lazima viwe beneficial to both countries da, na hususan kwa sababu nasema hivyo kwa sababu Kenya is a developing nation kama Afrika nchi yoyote ile. Kwa hivyo vikwazo kama hivyo vitatuaffect kivipi? Maanake tutaweka bidhaa tofauti katika hizi nchi mbili, na ikiwa kuna vikwazo kwa nchi kama Kenya, unajua kwamba hatuwezi endelea maanake we depend more kwa hizi developing nation. Kwa hivyo lazima tuangazie vile vikwazo kama kuna uwezekano vikatolewa na vile vile pia tuangalie faida gani ambayo tutapata kwa zaidi zikitolewa, jinsi hali ilivyo hivi sasa, ikiwa ni pamoja na ripoti mpya iliyotolewa na IMF ama tuseme ni shirika la fedha kimataifa kuhusu mtazamo wa uchumi wa dunia. Hatua za ushuru za Marekani na hali ya sintofahamu ya kisera zitafanya uchumi wa dunia kudhoofika kwa kiasi kikubwa mwaka huu. Sasa Karisa, kulingana na ripoti hiyo, China ina umuhimu gani, sio tu kwa Kenya bali kwa mataifa mengine ya Afrika inapojipata katika mvutano huu wa kibiashara na pia hofu hii ya kudhoofika kwa kiasi kikubwa kwa uchumi. Na ndo bahati anasema kwamba, uh, ni muhimu uh, kama rais wetu yuko China, bwana uh, Ruto aangazie uh, uh, zile changamoto ambazo zizozipata hususan ukilinganisha kwamba China na Amerika, China imekuja uh, Afrika, maanake vile vikwazo ambavyo wameziweka katika nchi za Afrika uh-huh. uh, hajaweka vikwazo vingi sana. Kwa hivyo ni, ni, ni, ndo sababu naona kwamba nchi ya Kenya kupitia rais amekwenda China maanake, vile vikwazo ambavyo tunawekewa katika nchi hii, China hawana vikwazo vingi vile. Wanataka sisi kama nchi tuendelee, na kuna vitu vingi ambavyo sisi kama tunavyojua biashara tunafanya na China, na ndio maanake ni muhimu sana uh, kutegemea upande wa ule uh, ule wa China, maanake vikwazo vyao ni, ni vichache ama mara nyingi sana huwa haweki vikwazo hmm, hiyo tunafanya biashara. Kwa hivyo kitu muhimu uh, ni tunasema kwamba lazima tuangazie uh, contents ya mikataba ile, kuhakikisha kwamba hatumii kifedha ama riba na interest ikiwa tunachukua mikopo katika nchi hiyo. Lakini China ni nchi ambayo inapenda hususan Afrika, maanake hawana vikwazo vingi, maanake wana uwezo wa kusaidia kimaendeleo na vilevile pia uh, ama riba ziko chini kulingana na nchi zingine. Sasa studioni siko peke yangu, upande wa pili wa studio niko na mwenzangu bado Selina Mdemu na alikuwa anapitia baadhi ya maoni ya ufuatiliaji wetu. Selina, sijui anasemaje kuhusiana na madai kabisa ni kenza na huyu anaitwa susan otieno anasema kila la heri uh, katika ziara yako rais ruto lakini lidia achitsa kwa upande wake anasema upande wa usalama china imeonyesha nia ya, ya kushirikiana katika mafunzo ya kijeshi na kupambana na ugaidi je hii inaweza kubadilisha namna kenya inavyoshughulikia masuala ya usalama wa ndani mm -hmm. Naweza kujibu uh, ni kweli kwamba uh, biashara yote lazima kunawiri, lazima kuwe na usalama, na tunaona hivi majuzi ama miaka iliyopita kwamba China imemake a big progress upande wa usalama ama, ama, ama teknolojia upande wa vita na kadhalika. Kwa hivyo uh, lazima tutategemea tuta sana China kutusaidia kutu, kutu, kutu katika ishu ya usalama na intelligence na pia teknolojia uh, kutrain watu wetu kwa kupatia mafunzo ambayo yanahitajika ya, ya, ya, ya, ya maanake hatuwezi fanya biashara mm -hmm. iwapo hakuna usalama katika nchi hizi mbili. Kwa hivyo ni jambo muhimu na tunapongeza jambo kama hilo. Na tukitazama maendeleo ya kihistoria, uhusiano wa Kenya na mataifa magharibi, je, mwelekeo huu mpya kuelekea China ni mkakati wa muda mfupi tu Karisa, au ni mabadiliko ya kudumu ya sera za nje? Nadhani kwamba ni mabadiliko ya kudumu maanake, ukiangalia kama nilivyosema, ni kwamba uh, China inatupatia low interest rates, ama ukipenda riba ziko chini sana, kulingana na raki zetu za Western, Western countries, na wana wana uwezo uh, wa takriban ya hali ya juu sana kulingana na nchi zingine uh, China is the biggest nation uh, katika Asia na imekuwa kwa kiasi kikubwa sana sasa, hizi tunazungumza uh, kulingana na uh, baina ya Amerika na China wanasema, China wanasema kwamba wanaweza kujitegemea, si lazima Amerika ndo uchumi wao ukuwe. Kwa hivyo wameweka mikakati kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa miaka mingi sana kujitegemea. Kwa hivyo tunaomba kwamba uhusiano huu mpya utatufaidi sana uh, not in the short term, lakini uh, kwa hii uh, siku ambazo zinakuja. Selina, sijui kama wengine wana yapya kusema Ndiyo, kuna swali hapa linaelekezwa kwake. Mdau wetu wa leo anasema, kwa kuwa ke, Kenya ni mshiriki mkuu wa mpango wa Belt na Road Initiative, yani BRI, nini maana ya upanuzi wa reli hadi Uganda kwa mtazamo wa kikanda? Jambo muhimu ambayo lazima tujue, uh, ukiniruhusu nizungumze kuhusu hayo ni kwamba nchi yote ambayo tunategemea Uh, ishu ya miundombinu ama infrastructure project ni kitu muhimu sana, kwa hivyo tunategemea China kama ulivyosema, ni kwamba rates ama, ama riba ziko chini sana, na vilevile vile pia lazima tu learn ama tujifunze kutokana na uh, ule mkataba wa reli kuhakikisha kwamba tuna implement project na tu pia tunafuraha sheria kwa kuhakikisha kwamba gharama ya kuweka reli kutoka kwa mfano, kutoka uh, Nairobi kwenda mpaka Uganda, ama boda tofauti tofauti unatumika kwa njia ambayo inafaa na kwamba fedha hazifuji kuhelela kuhelela. Kwa hivyo mikakati lazima iwekwe katika baina ya nchi hizi mbili kuhakikisha kwamba uh, tunapata na vilevile pia uh, ufujaji wa fedha haufanyiki. hau Karisa, labda kwa ufupi tu kumalizia, uh, tunaishi katika dunia ambayo watu wanasema nipe ni kupe. Mbali na kwamba kuna sifa nzuri za China kuelekea Afrika katika maswala ya kibiashara, mataifa mengi ya Afrika yana ya pigana na madeni hasa tukizingatia taifa la Kenya, lakini tunaona China bado inaongeza na kuongeza na kuongeza. Tuseme ni moyo tu wa ukarimu, ama kuna sababu fiche eh, nyuma ya haya yote kulimbikizia na madeni <laughs> Sema kweli, swala nyeti hilo uh, lakini tunavyojua ni kwamba hakuna nchi yoyote ambayo inaweza kupatia msaada uh, bila ile tunaita kwamba uh, uh, uh, contract ambao lazima kuwe na na uh, aspect kwamba hawa wanabenefit kivipi wanafaidika kivipi? Kwa hivyo uh, kitu muhimu ningependa kusema ni kwamba katika mikataba hii lazima tuweke nchi yetu mbele kuhakikisha kwamba uh, tusije tukapoteza uh, rasilimali zetu, ikiwa hapo mbeleni tutashindwa kulipa madeni haya uh, kwa hivyo lazima tuangazie all aspects za, za, za mikataba hii kuhakikisha kwamba ndiyo tunataka usaidizi kutoka China, lakini ule usaidizi ule lazima uwe kwa manufaa ya Kenya, mm-hmm. Kwa hivyo in the long run tusi tukapoteza rasilimali zetu kwa sababu tukiangalia, uh, kwamba tunapewa misaada mingi. Hakuna nchi yoyote ambayo inaweza kupatia misaada kwa, kwa, kwa kiholela holela ama kwa, kwa, bila nchi zao ama bila faida yoyote kutoka kwetu. Kwa hivyo jambo uh, uh, muhimu, lazima tuangalie mikataba hii na tuangalie kwamba in the long run hatuwezi kwa mfano poteza rasilimali zetu uh -huh. kwa sababu ya niaba ya kupata msaada katika nchi hizi. Shukran sana Karisa, shukran sana kwa wakati wako na kuchangia katika mjadala huu.